Yes, karibu tena wanafamilia wa Simba Fans TV hapa katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport Terminal 3, uwanja uwanja kimataifa, siku ambayo mnyama siku wakiwa ya leo akiwa anasafiri kutoka hapa kuelekea nchini Morocco kwenye fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RC Berkane, mchezo ambao utachezwa tarehe 17, kama unavyoona hapa ndio departure na hilo ni basi la mnyama wakiwa wamewasili hapa. Yes, kama unavyoona hivyo, hilo ndio basi la Simba Sport Club, lakini wachezaji washawasili na kuingia ndani sehemu ya maandalizi ya safari kama unavyoona hapo ndani. Yes, tukao mwana familia wa Simba Fans TV, pale ndipo tusubscribe na like na kushare nzio, ili waanze kupata taarifa za klabu yako pendwa ya Simba Sport Club, klabu yako pendwa kama unavyoona hivi ni basi la mnyama na wanyama wakiwa wapo ndani kwenda kukamilisha ile ratiba ya baba ya bwela. Um, huo ni msafara wa ikondo wa Msimbazi. Simba wakiwa hapa terminal 3. E, wakiwa wanajiandaa kumsubiria moyo kwa ajili ya kuelekea pale e, nchini Morocco katika mchezo wao wa e, fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao utapigwa katika dimba la manispa ya Barkane nchini Morocco, kama ambavyo unavyoona Field Marshal eh, Hassan Dalali handsome boy mwenye anapenda kujiita hivi akiwa hapa na miongoni mwa wachezaji pia wakiwa wametulia hapa kwa ajili eh, ya kusubiria muda na wasa eh, wa kwenda nchini Morocco kuliwakilisha taifa. Lakini kama ambavyo tunavyoona pia piga eh, picha Simba, huyo Rabi naye akiendelea kusalimiana na wana eh, Simba ambao eh, wamejiunga na msafara huu kwenda kuisupport timu yao eh, wakiwa wametulia hao, wanawaza Edwin Balua huyo naye, Fadl Davis lakini akiwa mbele kabisa akiwa anaongoza jahazi la msafara huu Ali Salim Katoro huyo hapo akiwa ametulia naye Awesu Ali Awesu Ladachasambi Zimbwe Junior nahodha wekundu Msimbazi Simba ambaye amekuwa na wakati mzuri sana tangu akabidhiwe kitambaa cha unahoza. Yes, Tobia Sebastian eh, mwandishi ama mtangazaji wa Simba Fans TV Simba Fans eh, lakini bila kusahau David Kameta Duchu, au ni msafara wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao unasubiria kwenda nchini Morocco, lakini kufika hapa, wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa na kibarua wa kigumu sana dhidi ya Stellenbosch kutokea pale nchini South Africa, ambapo katika mchezo wa kwanza wa nusu fainali ulopigwa katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar na ikiwa ni historia imeandikwa kwa mara ya kwanza kabisa e, hatua hii kubwa kuchezwa katika visiwa vya Marashi ya Karafuu pale Zanzibari, e, wekundu wa Msimbazi Simba alibuka babe kwa kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri bao pekee la Jean Charles wa e, Mr MVP wenyewe wanapenda kumuita hivyo kama ambavyo unavyomuona pale kidogo akiwa e, anakula kidogo, e, mambo ya mtandao wa kijamii haya kama ambavyo tunavyoona. Eh, lakini katika mchezo wa pili ambao ulipigwa pale katika dimba la Durban eh katika dimba la Moses Mabida katika jiji la Durban, nchini South Africa, wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kushikilia bomba, kama ambavyo Waswahili tumezoea kusema na kutoka suluhu ya sare ya kuto kufungana, kwa maana hiyo na wekundu wa Msimbazi Simba na kufanikiwa kufuzu kwa jumla ya bao moja kwa sifuri na kukutana na RS Barkani, ambao mpaka kufika hatua ya fainali wamevuka kwa kuwatoa wa CS Constantine kutokea nchini Algeria ambao walikuwa katika kundi moja na kundi la Msimbazi Simba kwa jumla ya bao nne kwa moja mara baada ya kushinda katika mchezo wa kwanza bao nne kwa sifuri lakini wakipoteza bao moja kwa bila katika mchezo wa ugenini. Na hii si mara ya kwanza kwa kundi la Msimbazi Simba kukutana na RS Berkane, kwani walishawahi kukutana hivyo katika michuano hii hii ya kombe la shirikisho ambapo kundi la Msimbazi Simba walipoteza katika mchezo wa ugenini kabla ya kufanikiwa kubuka na ushindi katika mchezo wa nyumbani, lakini hiyo ilikuwa ni tofauti, kwani ilikuwa ni katika hatua ya makundi. Msafara huu licha ya kuwa na wachezaji na viongozi lakini pia umejumuisha e, mashabiki ambao wamepata bahati ya kwenda kuisupoti timu yao katika michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika, ukitoa ligi ya mabingwa basi tunazungumzia kombe la shirikisho barani Afrika. Kutoka Simba Fans TV, niko na muda mzuri sana hapa kukupa kile ambacho kinachojiri katika maeneo haya ya Terminal 3, sehemu pekee ambayo timu zinazoshiriki michuano ya kimataifa ni pekee ambazo zinapita hapa. wengine unapita kule katika uwanja wa kuelekea Songwe ama Terminal 2. utane muda na wakati mwingine. Bye bye.